Kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG AG Ramathlehi Warriors Mission mkoani Mtwara limeadhimisha kilele cha sikukuu ya watoto ambapo wazazi wametakiwa kuwalea watoto wao katika maadili mema ili kujenga taifa bora la kesho. Akizungumzia maadhimisho hayo, misionari na mchungaji wa kanisa hilo Lilian Kamau amesema lengo la maadhimisho hayo kitaifa ni kuwalea watoto katika maadili mema na kuwafundisha namna bora ya kuhubiri Injili hata watakapokuwa wakubwa. Hiyo ilikuwa ni maadhimisho ya sikukuu ya watoto, na hii ni maono ya viongozi wa TAG kitaifa. Hii maadhimisho yanafanywa kila mahali a Tanzania, katika kila kanisa la Tanzania sehemu ilizo. Maono ya wa viongozi wetu ni kuwalea watoto na kuwafundisha jinsi ya kuenenda, hata baadaye wakiwa watu wakubwa, nao waweze kuendeleza neno la Mungu tunawapa watoto kufundisha, tunawafundisha mistari, wanafanya kama ulivyoona, wanafanya ili baadaye, baada yao wafundishe na watoto wao na kizazi hadi kizazi. Kwa hivyo, kwa kweli, haya sio maono ya kanisa hili, ni maono ya taifa, na leo ndio tumeadhimisha, na niseme Mungu apewe sifa kwa sababu tumemaliza vizuri na Mungu atajitwalia utukufu. Awali wakihubiri na kufundisha katika ibada iliyofanyika kanisani hapo, mtoto Benson Michael Mwashambwa na Matthew Kenneth Nyangalima wameeleza umuhimu na faida za kumtumikia Mungu wakati wote bila uoga.

Hujamuomba Mungu, hujasoma neno la Mungu, Roho Mtakatifu anakushuhudia, umeelewa? Unaendelea na kazi zao, leti nipote hela kwanza, baadaye untaweka baadaye. Hiyo ni dhambi na yenyewe, lakini Daudi alitumia <tipa> jiwe moja na kwa siku moja shatnaabele naona wao pale, mfalme alivyosema ya kwamba waabudu lile sanamu, wao wakasema tunamjua Mungu, tunamtumainia hatuwezi kuabudu hii sanamu. Kwa hiyo pale ngoma zilivyokuwa napigwa zezee, wao walisimama kama mlingoti, wakasimama hawakuogopa mfalme, akufanya nini? Nao baadhi ya walimu na wazazi wa watoto hao, Michael Mwashambwa ambaye ni mzazi wa Benson na Winifrida Chengula, ambaye ni mwalimu mkuu, wameeleza namna walivyofanikiwa kuwafundisha na kuwalea watoto hao katika maadili mema huku idadi ya watoto waliofanikiwa kufuzu mafunzo hayo ikiwa ni 42 ambapo wametoa wito kwa wazazi wengine kuwa kuwalea watoto ni jukumu lao siku ya leo na kuweza kuhitimisha sikukuu yetu ya watoto, tunamshukuru Mungu. Tumefanikiwa kuwa na watoto 42, 25 wakiwa watoto wa kiume na 17 wakiwa watoto wa kike. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, lakini kwa hata hivyo, changamoto bado. Mungu ni mwema, tunaendelea kuziombea, tunaamini ipo siku zitaisha kabisa. Tutaendelea, tutaendelea kusonga mbele, kama jina letu lilivyosema la Ramathlehi ni wapiganaji. Kwa hiyo tutaendelea kupigana, ili wakati mwingine tufanye vizuri zaidi ya hivi leo tulivyofanya. Mimi naitwa Michael Elson Mwashambwa, ni mzazi wa mtoto aliyehubiri katika kipindi kile cha shule ya wanafunzi na maandiko, anaitwa Benson Michael Elson na mshukuru Mungu kwamba alitupa mtoto sisi kama wazazi, na watoto wawili, lakini huyu aliyesimama simama leo na kufundisha ni mtoto wetu ambaye tumekuwa naye tangu amezaliwa mpaka sasa, lakini tumeendelea kumfundisha katika nyanja mbalimbali, tukimpa nafasi zile za kuweza kujieleza mwenyewe na kuweza kusimama na kuto kuogopa na kujieleza. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara. Mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.